Kwenye hii video nitakuonyesha jinsi ya kufanya clipping mask kwenye Adobe Photoshop. Usisahau ku like, subscribe, share na kubonyeza alama ya kengele. Utafungua Photoshop kama hivi. Document size ni 1920 kwa 1080. Baada ya kuwa umefanya hizo setup za hiyo document, utabonyeza okay. Alafu ukishafungua hapa hatua ya kwanza utaandika herufi yako. Kwa mimi hapa nitaandika herufi yangu ambayo ni N. Mwandiko ambao nimeutumia ni Popins. Nitaweka link kwenye description kama kawaida, uweze kudownload huo mwandiko ili na wewe uweze kutumia katika project zako. Baada ya kuwa umeandika hii herufi N utabonyeza Control T ili uweze kuifanyia transformation hii N au uweze kuikuza hii N kama hivi, utaikuza. Baada ya kuwa umeshaikuza, utahakikisha unaiweka katikati. Utatumia hizi alignment za hapa juu utaona zimewaka kama hivi. Kwa hiyo utabonyeza hii herufi N alafu utaifanyia alignment, utahakikisha imealign katikati kama hivi. Baada ya kuwa umealign katikati kama hivi, utahakikisha unaweka picha yako sasa, ili uweze kuifanyia clipping mask. Kwa hiyo utaingiza picha yako kwenye Photoshop, link ya picha nimeiweka kwenye description, utagusa hapo link uweze kuipata hii picha. Kwa hiyo nitafungua picha yangu, nitahakikisha naiweka juu ya herufi N. Baada ya kuwa nimeweka juu ya herufi N nitaipunguza opacity taka sabini ili niweze kuiona ile herufi n kule nyuma niweze kuipangilia hii picha pia vizuri. Kwa hiyo nitaisogeza kama hivi mpaka hapo. Kwa hiyo hapa, kinachofuata baada ya kuwa umearrange ume kama hivyo picha yako utahakikisha hii opacity unairudisha mia moja. Kwa ko hapo, apa utakuja hapo, utarudisha opacity mia moja kama hivi baada ya kuwa umerudisha mia moja, utaigusa hii picha yako hivi, alafu utakuja kwenye menu bar, utabonyeza select, kisha utabonyeza sky iweze kuselect hii anga ya kwenye picha yako. Sisi hii anga hatuna matumizi nayo tena, tunataka tu remove, kwa hiyo uta select hii anga. Baada ya kuwa selection imefanyika kama hivi, utakuja tena kwenye select utabonyeza inverse. Kwa hiyo ukibonyeza inverse, manake ile selection unaigeuza inakuwa imekuja chini kwenye magorofa, ile anga maana yake ndio itakayoondoka, alafu magorofa yatabaki. Lakini selection ikikaa juu vile, maana yake yataondoka magorofa, alafu anga itabaki, kitu ambacho sisi hatukitaki. Kwa hiyo tutafanya inverse ili tuweze kuiondosha ile anga, tubaki na magorofa ambayo sisi tunayataka. Kwa hiyo baada ya kuwa umefanya selection, selection yako kama hivi utabonyeza Control J ili tuweze kuduplicate haya magorofa. Kwa hiyo tutakuwa tumepata kama hivi, moja ina selection ina imeondoa anga ambayo sisi hatuitaki, alafu ya pili ni ile original picha yetu. Kwa hiyo tutagusa hii picha yetu ambayo ni original, ta right click, kisha tutabonyeza create clipping mask. Kwa hiyo tutapata kitu kama hiki. Kwa hiyo hii ilibaki nje sasa ni ile picha ambayo tuli select sky ndio hii ambayo imebakia nje. Hatua inayofuata tutaibonyeza hii picha ambayo ni copy, tutaweka layer mask hapa, tubonyeza hapo mara moja, kwa hiyo tutaweka layer mask. Alafu tutachukua brush, tutahakikisha mbele kuna rangi nyeusi kwenye brush yetu ili tuweze kufuta, kwa sababu tunataka kufuta, tunataka kurudishia. Tutahakikisha mbele inakaa rangi nyeusi kama hivi baada ya hapo takuza brush kwa kutumia bracket. Upande wa kulia ni kuongeza, upande wa kushoto ni kupunguza brush size. kwa hiyo baada ya kuongeza tafuta kama hivi, tutapata kitu kama hiki. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii ili uendelee kujifunza zaidi.